Upande wa Azam FC wao wanasema kwenda tu robo fainali e, michuano ya kombe la shirikisho ya Afrika kwenye makaratasi ni jambo ambalo linawezekana, lakini e, wanawatazama Wydad Athletic Club ya kina Hakim Ziek e, wakina Stefania Zizki. E, kama ni timu tishio katika kundi lao e, japokuwa e, katika mpira wa miguu e, lolote linaweza e, likatokea zakazakazi e, Zakaria Thabiti ni mkuu wa idara ya habari na masuala ya klabu ya soka ya Azam FC amezungumza nasi juu ya namna ambavyo wanalitazama kundi lao. kuna michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye makaratasi ni kundi linalowezekana, yani, mm. E, ni mechi zinazochezeka yani, sio mechi ambazo mm. e, za kuogofia. Okay. E, unajua kuna kundi unakuwa mpaka unatamani kuzima tv unafahamu eh? Okay. E, lakini ukiangalia kwenye namna kwenye, na namna nasema uzoefu Widad ni mzoefu sana, ni moja ya timu bora Afrika. Wydad hata kama angekuwa anacheza kwenye ligi ya mabingwa, ni ni ni ni ni timu inayopewa nafasi ya kuwa bingwa. Ya, kwa hiyo hata huko kwetu, sio tu kwenye kundi, lakini anapewa nafasi ya kuwa bingwa kwa sababu ni timu kubwa yenye sifa ya makombe na namna hiyo na hizi stage ni za kwao. Ubingwa ni size yao. Lakini wenzetu Manyema ni of course, wao kidogo wana uzoefu kwenye michezo ya kimataifa kuliko sisi, lakini sio wa muda mrefu sana, msimu uliopita walikuwa group stage, sisi hatujai kufika lakini sio timu ambayo imesha kuwa na historia kubwa sana. Nairobi United pia e, sio timu yenye historia kubwa sana ni kama sisi tu e, tunafika hatua ya, ya makundi kwa mara ya kwanza kama wazetu tena e, ni wageni zaidi kwa sababu hata ligi ya kwao wamecheza msimu mmoja tu uliopita. Wamepanda daraja msimu huo, wakapata nafasi za juu, wakashiriki e, kupata waka nafasi kushika makia ya wa taifa wapo group stage. So e, hiyo inaweza kupapisha kwamba hii timu ni nzuri ambayo imejengwa kwenye project nzuri na unaona, kwenda mwingine unaweza kwenda kwenye makata city nyepesi, lakini kumbe bwana, hamjaiangalia vizuri kwa kina, ni timu yenye maana, mtakuja kutambua uwezo wake baadaye. Baadaye. Na kwa mlivyojimarisha kuanzia kwa wachezaji, benchi la ufundi chini ya Ibenge na namna ambavyo e, wapinzani wenu wapo, watu wanaamini huenda akawa ndio msimu nyie wa kufanya wonders zaidi tofauti na misimu yote ya nyuma ambayo imepita. Nyie pia mnaishi hiyo kitu? Uh, bahati mbaya sana ni kwamba hata wapinzani wetu na wenyewe wanakiangalia kundi na wanaona sisi na wenyewe wanasema ni msimu wao kwenye wanda. Sisi, eh, kujihilo, kwa sisi hatuwezi kuishi sana kwenye hilo. Watu wanazungumza kwamba kundi jepesi, sisi lazima tujimarishe kuweza kukabiliana nao. Hawako pale kwa, kwa bahati mbaya. Nairobi United wamewatoa Etoile du Sahel. Etoile du Sahel sio klabu ndogo hata kidogo, ni klabu kubwa sana. Uh, kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi tu watoe wale E, tu poa, lazima kuna, kuna kitu wanacho ambacho nazizi lazima tujimarishe tuji, kuweza kuhakikisha kwamba hicho e, kitu alicho nacho tuna tunakimudu. Huku nje silaha ya kuwa na kocha kama Ibenge mwenye uzoefu mkubwa na soka la Afrika ndio inatajwa kuwa ni kama dira nzuri zaidi ya Azam kufanya vizuri, unaitazama kwa jicho gani hiyo? Kwa hivyo namna ambavyo watu wanaizungumza nje, FC Porto alikuwa si na Mourinho, sahihi? Hakuwa kocha maarufu sana, hakuwa kocha mzoefu sana Um, watu hawakuwa wazungumza sana lakini baada ya miaka mingi wakaja kujua kwamba da, kumbe wale jamaa walikuwa na genius. Unajua, usiwa rate down hawa ma, ma, makocha wa hizi timu zingine, kwa sababu huwajui. Yani, kwa sababu Ibenge kocha mkubwa sana, basi wewe ukamaliza kwa Ibenge bila kuangalia nguvu walionayo hawa au aina mpya ya, ya, ya mpira labda wamekuja nayo. Um, makocha wapya huwa wanakuja na mbinu mpya ambazo watu hawazijui halafu zinakuja kuwa madhara makubwa sana. Ayu. Pep Guardiola msimu wake wa kwanza kama kocha mkuu msimu wake wa kwanza alishinda makombe sita. Na mashindano yote alioshindania alishinda, alishinda. Msimu wa kwanza akiwa hajawahi kufundisha timu yoyote kubwa zaidi ya kufundisha academy. Sisi tunachotaka kujipanga ni kuhakikisha tunakuwa na timu imara eh, ambayo inawe, inakuwa kwenye kiwango cha kuweza kushindana na yoyote, sio kushindana na Nairobi City na Nairobi United ambayo watu wanamwona kama timu ndogo lakini tuweze kushindana na, na Wydad ambayo tuko nayo kwenye kundi na tuweze kushindana na timu zingine zenye level hiyo ambayo sasa ukishakuwa na timu ya aina hiyo inaweza kucheza na yeyote. Ndio kitu ambacho tunataka kufanya. Uh, huyu ni Zakaria Thabit Chumvi zaka za kaza kazi uh, akizungumza na mwanamichezo wetu Omar Mkorowine yep, au sio bwana, juu ya nafasi ya klabu ya Azam FC kuelekea robo fainali Kombe la Shirikisho barani Afrika, inawezekana. <laughs> <Inezekara. laughs> Pia umemsikia Ahmed Ali yeah. Eh, pia akizungumzia Simba na ile slogan yao ya kwa Mkapa atoki mtu, ndio ndio ambao wanakwenda nayo yeah. barabara msimu huu pesa hey, zibaki pa. kwa Mkapa pale <laughs> e, ili maisha yawe mepesi kuelekea robo fainali hmm. Kwa hiyo tunafahamu kwamba draw iko hadharani e, kila ambaye <clears throat> Eh, kila mmoja anafahamu kundi lake ndio pale Kariakoo hivi sasa, kila mmoja anazungumza lake. mm -hmm. eh, lakini kama mnakumbukizi kumbukizi, eh, siku moja kabla ya draw kufanyika kama siku, siku nne kama sio au show yetu ya mwisho na master mchezo ilikuwa mm -hmm. eh, ni Oktoba 28 yeah. tulikuwa tunajadili nafasi ya klabu zetu kwenye hatua yeah. ya makundi eh, ligi ya mabingwa na akiwa yeah. bado kombe la shirikisho Afrika wakati wa makundi yeah. Yeah. Jumatatu ambayo siku ambayo, yeah, ambayo tulikwenda kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele master wa yeah, mchezo yeah, hebu yes, msikie alichokizungumza juu ya nafasi ya club zetu kwenye hatua ya makundi ya michuano hii ya kimataifa eh? <laughs> <laughs>

sio mchezo asiyo poa, sio poa, ugali moto ah, mboga moto e, kaka asubuhi asubuhi kwenye baridi. Kwa kifupi, hamna timu ya Tanzania yenye kundi jepesi mm, ila ila kitu ambacho mimi kampista na marusu nilikuwa natamani niseme hapa kwenye, mm, kwenye haya makundi mm, kuna mambo mawili ya msingi sana kwa vilabu vya Tanzania. Moja ni uhakika, mara, mara nyingi limekuwa likifanywa kwa maana ya kuchakata zile hesabu za mechi ambazo unaziweza mm -hmm. mechi ambazo unaweka una malengo ya kwamba hizi sitakiwi kuwa yani, natakiwa kuwapiga, huwa garagaza, nichukue alama tatu muhimu hapa mm. Azam FC achakate kundi lake vizuri sana na kuziona hizo mechi za hivyo mm. uh, Singida achakate vizuri. Young Africans, Simba pia wachakate vizuri, kitu ambacho nina hakika uh, wanafanya. Lakini kitu cha pili ambacho ni muhimu sana na kimekuwa sidhani kama kinafanyika effective hmm, ni kufuatilia vizuri wapinzani tukawafahamu, yeah.